Yes, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, baada ya mapendekezo yenu wafanyabiashara yale 15, kufuatia kikao cha Kariakoo, Mheshimiwa Rais ameunda tume inayofanya mapitio ya mfumo wa kodi Tanzania inaongozwa na balozi Sefue ambaye alikuwa katibu mkuu kiongozi. Ina wataalamu waliobobea wa, wa masuala ya kodi. Ndio eneo ambalo linalalamikiwa mno, mifumo yake, aina ya kodi, wingi wa kodi, yote amezungumzwa, na ile tumu inaendelea kuzunguka nchi nzima, sina wa wakiwa pita kwenye mkoa unawatapita ili kupata maoni yenu. Kodi nyingi nyingi nyingi, zinazosumbua kwenye biashara, zinaogopesha kwenye biashara Tuzifanyeje? Mtu aweze kulipa moja, ili huku kwatu kama kuna watu wa kugawana huko wagawane wenyewe, ila mlipaji alipe eneo moja. Haya yote yataingizwa kupitia matokeo ya tume. Kwa wafanyabiashara, muwe na amani, eneo hili linafanyiwa kazi na tume. Itakapomaliza kazi, toa mawasilisho yanayoingia kwenye sheria yatakwenda yaotogea kwenye kanuni, yataingia utekelezaji wa maagizo ya waraka tu, yatafanyiwa kazi. Nimpongeze kabisa kamishina TRA, kama nondoa huyu ambaye alikuwa anasumbua afanye biashara. Serikali hii inataka kila mtanzania ajue umuhimu wa kulipa kodi, na tunatambua na tunajua sasa hivi Tanzania wanajua vizuri zaidi umuhimu wa kulipa kodi. Malalamiko yenu ya huyu aliyepo anasumbua, sisi tuko tayari kulipa kodi. Mimi napokea kauli hiyo vizuri kwa, kwa mikono miwili kabisa, kwamba endeleeni kuona kwamba kodi ndio msingi wetu wa maendeleo na panapokuwa na kero msisite kusema mkuu wa wilaya yupo, mkuu wa mkoa yupo, lakini mbunge yupo. Tutapata taarifa kupitia vyombo <tututututu> hivi, na tutawapa ushirikiano wa dhati ili mfanye biashara zenu bila ya mtu yoyote kuja kusumbua. Nimekusikia na wewe. Unajua, tumefanya kazi kubwa kwenye nchi hii kurekebisha biashara. Rais wetu wameunda timu mbalimbali kupitia wizara ya viwanda ya biashara ili kufanya mapitio ya kero za wafanyabiashara na kuziratibu ili wafanyabiashara wafanye biashara. Anayetaka kufanya biashara anze. Tumefungua milango ya wazi kwa watanzania kuingia kwenye biashara. Jana nimelieleza pia, sasa nimerudia hapa, wale wote ambao mnafanya biashara, endeleeni kufanya biashara. Wale wote ambao mnatamani kuanzisha biashara, msisite. Milango iko wazi, biashara ndogo, biashara za kati, hata biashara za kubwa zile, kuwa kubwa za uwekezaji. Na leo hii tumeanza kuwashirikisha Watanzania kuingia kwenye masuala ya biashara nyewe, wenyewe shirika au umoja wa wafanyabiashara Tanzania, tulianza kuimarisha pale ambapo kumitokea mgogoro Kariakoo. Na baada ya mazungumzo ya muda mrefu pale Kariakoo, tulitoka na maazimio kumi na tano yaliyoibuliwa na kamati iliyoundwa ya pamoja ya kitaifa iliyozunguka kwenye masoko yetu nchini yote. Na mwenyekiti anajua vizuri zaidi kero mbalimbali za wafanyabiashara, tumeendelea kujipunguza wa kwa kiasi kikubwa, ili mfanya biashara kwa uhakika. Kero mbalimbali za wafanyabiashara ziliwekwa kwenye maazimio ambayo leo mwenyekiti wetu anatusihi tuweke kwenye sheria ili utekelezaji wake uendelee.